Maadhimisho haya yatoe changamoto kwa kila mmoja kuanzia ngazi ya familia, kijiji, kata, wilaya, mkoa na taifa, ili waweze kulinda na kutetea haki zetu sisi watoto kama zilivyobainishwa na taifa letu na mataifa yote duniani. Kila mwaka ifikapo tarehe kumi na sita Juni, Tanzania huungana na nchi nyingine za bara la Afrika kuadhimisha siku ya mtoto wa Afrika maadhimisho hayo yalianza kutokana na azimio la mwaka elfu moja mia tisa na tisini la uliokuwa Umoja wa nchi huru za Afrika kwa ajili ya kuwakumbuka watoto wa Soweto waliopoteza maisha mwaka elfu moja mia tisa na sabini na sita walipokuwa wakipinga mfumo wa ubaguzi wa rangi. Kwa mwaka huu maadhimisho hayo yamefanyika katika ngazi za mikoa ambapo kila halmashauri iliratibu kwa namna yake, na katika manispaa ya Iringa maadhimisho hayo yalifanyika katika viwanja vya Mwembetogwa yakitanguliwa na maandamano kutoka ofisi za halmashauri hiyo. Katika tukio hilo, mmoja wa walioshiriki ni mkurugenzi wa taasisi ya Sauti ya Haki Tanzania, wakili Laetitia Petro Ntagazwa ambaye pia ni makamu rais wa Chama cha Wanasheria Tanganyika, TLS alitumia jukwaa hilo kutoa wito kwa wazazi na walezi kuhakikisha wanatekeleza kwa ukamilifu jukumu la malezi ya watoto. Siku ya mtoto wa Afrika ni siku ambayo inatukumbusha, lakini pia tukumbuke katika mkoa wetu wa Iringa tunayo changamoto kubwa sana, changamoto ya ubakaji, changamoto ya urawiti kwa watoto wetu changamoto ya watoto kuterekezwa na wazazi wao, imekuwa ni changamoto ni kubwa sana. Sasa kama siku ya mtoto wa Afrika, tunafanyeje kuhakikisha vitendo hivi vinakuwa havijirudii kwenye mkoa wetu wa Iringa? Ni kwa kushirikiana na wadau mbalimbali na kufanya maazimisho kama haya, kukumbushana sisi kama wazazi, lakini pia kusisitiza swala la malezi kwa watoto. Tumekuwa na watoto ambao kimsingi hawana malezi mazuri kwenye jamii, kitu ambacho sasa kimekuwa kikipelekea changamoto kubwa. Unakutana mtoto mdogo sana hata kutambua kwamba huyu ni mtu mzima, ni msalimie hana taarifa, lakini unakutana mtoto mara ametoroka shule, unakutana mtoto mara am, anapiga mzazi, ameua mzazi. Kwa hiyo vitu vya namna hii tunapokuwa tunasherekea sasa siku ya mtoto wa Afrika ni kwa ajili ya kujikumbusha sisi kama walezi, lakini kama um, serikali pia iweze kuchukua hatua, na tunayo changamoto mfano kwa waendesha mashtaka wetu, lakini pia tunayo changamoto hata wakati mwingine kwa wazazi kutoa ushahidi wa vitendo hivi vya ukatili dhidi ya watoto. Mimi nimekuwa nikipata kesi nyingi sana, mfano kesi za urawiti, kesi za ubakaji ambazo watuhumiwa kwanza kwenye maelezo ya polisi kule wamekiri kwamba wametenda hayo makosa, na hata kule wakiwa majumbani mwao wanakiri wamefanya hivyo vitendo, lakini wanavyoenda sasa mahakamani, pengine wakakutana na watu wengine wanaowashawishi au kuwapa elimu nyingine ambayo ni batili au nini unakuta wanakataa na ukiku, ukiku, ukikutana na upelelezi haukufanyika vizuri, au vile vipimo vya hospitali havikufanyika vizuri hawa watu wanarandaranda tu mtaani. Na hata wiki iliyopita nimepata kesi ya ulawiti, lakini baba amekubali aliwalawiti watoto wake, lakini mahakama imemwachia kwa sababu imekosa ushahidi ambao ni wa moja kwa moja. Kwa hiyo tunaendelea kuasi waendesha mashtaka, lakini tunasi mahakama, tunasi wananchi wote wapamoja tushirikiane katika kuhakikisha kwamba tunawalinda watoto wetu, lakini panapokuwa na vitendo vya ukatili tusivifumbie macho, badara yake tuchukue hatua. Kwa kuthibitisha dhamira yake ya kweli ya kuwainua watoto na jamii kwa ujumla, Wakiltisia alipeleka watoto kadhaa kutoka katika kata Kiunzile ambao hawajawahi kushiriki siku ya mtoto Afrika, wa Afrika. Uamuzi huu ulopa fursa kipekea watoto hao kushiriki, kujifunza na kufurahia maadhimisho hayo na watoto wengine. Kutokana na mchango wake mkubwa katika kufanikisha tukio hilo, Wakili Laetitia Petro Ntagazwa ni mmoja kati ya waliokabidhiwa vyeti vya shukurani na waandaaji wa shughuli hiyo, Sauti ya Haki Tanzania. Mbali na kushiriki kwenye maadhimisho hayo, taasisi ya Sauti ya Haki Tanzania inafanya kazi mbalimbali mbali za kijamii chini ya uongozi wake, na miongoni mwa kazi hizo ni kutoa elimu ya sheria, haki za binadamu na mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia, kutoa elimu kuhusu mazingira na mabadiliko ya tabia nchi, kuhamasisha na kushiriki katika utunzaji wa mazingira, kuwezesha wananchi kiuchumi kupitia miradi ya ufugaji wa nyuki, kutoa elimu kuhusu haki za watoto na kuanzisha jumuiya ya mashuleni kwa ajili ya kupinga ukatili dhidi ya watoto, kutoa msaada wa kisheria kwa wananchi wasio na uwezo, kuhudumia makundi maalum kama watoto yatima, wakoma, wajane na wafungwa, na kutoa elimu ya uraia na haki ya kupiga kura kwa wananchi. Shirika ambalo lilianza mkoani Mbeya, lakini pia tuko katika mkoa wa Iringa. Sasa leo, uh, ni siku ya mtoto wa Afrika sisi kama Sauti ya Haki Tanzania, kwanza kuelekea siku ya mtoto wa Afrika, tuliweza kufanya shughuli mbali mbalimbali, ikiwemo na kuenda shule za sekondari na shule za msingi kwa ajili ya kutoa elimu ya masuala ya sheria, elimu ya masuala ya ukatili wa kijinsia, elimu ya masuala ya haki za binadamu na kadhalika. Kwa hiyo sisi kama Sauti ya Haki Tanzania inapokuwa ni siku ya mtoto wa Afrika kwanza huwa tunajivunia siku hii kwa sababu ni siku ambayo inatujumuisha sisi kama wazazi walezi na watoto kujitafakari. Kauli mbiu mwaka huu siku ya mtoto wa Afrika ni haki za mtoto, tulipotoka, tulipo na tuendako. Kauli mbiu inalenga kuhimiza jamii kutathmini utekelezaji wa haki tano za msingi za mtoto: haki ya kuishi, kuendelezwa, kulindwa kushirikishwa na kutokubaguliwa. Maana ya kwamba tujitathmini, si je, haki za mtoto katika nchi yetu tunazitekeleza? Sisi kama wazazi tunatekeleza wajibu wetu? Na pengine tu niseme kwamba siku ya leo pia inatukumbusha na, wakati mwingine, huwa ukienda vituo vya polisi, mimi ni wakili wa kujitegemea huwa na, lakini pia bahati nzuri pia ni makamu wa rais wa chama cha wanasheria wa Tanganyika, huwa kuna wakati mkienda kule vituoni naenda vituo vya polisi huwa wakati mwingine ukimwambia tunahitaji ufungue kesi ya jinai dhidi ya wazazi wanaotelekeza watoto, huwa wanasema kwani hiyo ni kesi ya jinai? Kwa hiyo kuna ule uelewa ambao bado ni changamoto kwenye vituo vyetu vya polisi. Kwa hiyo ni siku siku ya mtoto wa Afrika ni siku ya kukumbusha pia wa watendaji wakuu, mfano jeshi la polisi sisi kama wanasheria ambao tunasimamia kesi za watoto mahakama na kadhalika, ni namna gani ya kuhakikisha kwamba tunashirikiana ili haki ya mtoto iweze kutendeka. Aidha, waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima aliwataka wazazi, walezi na jamii kujumla, kwa jumla kuhakikisha wanatambua umuhimu wa kulinda na kutetea haki za watoto, ujumbe wao ambao waliutoa kwenye kilele cha maadhimisho siku ya mtoto wa Afrika, yaliyofanyika katika chuo cha ustawi wa jamii jijini Dar es Salaam. Wizara ya maendeleo ya jamii jinsia ya wanawake na makundi maalum tumeungana na mkoa wa Dar es Salaam kuhitimisha siku ya mtoto wa Afrika kwa mwaka elfu mbili ishirini na tano. Hivyo ndugu wa Tanzania, tunapohitimisha tuungane pamoja kama taifa kutafakari kuhusu hapo tulipo. Tunazingatiaje haki tano za watoto? Unazingatia haki ya mtoto kuishi, unazingatia haki ya mtoto kumwendeleza na kumlinda, unazingatia haki ya mtoto kutokumbagua na haki yake kwenye kumshirikisha. Natoa wito kila mmoja katika mipaka ya jamhuri ya muungano wa Tanzania azingatie kumpa mtoto haki zake tano, tutaishi kwa amani na furaha na upendo hata tutakapozeeka.